Mjomba, kama unaendesha gari mjomba, kumbuka kwamba wewe ndio driver. Mjomba, wewe ndio unaendesha lile gari, maamuzi yote unayafanya wewe mwenyewe, ukiamua unasimamisha Ukiona kama njia hii unataka kupita hapa, hapana, ngoja nipite pale mbele. Yani kiufupi, wewe ndio unafanya maamuzi yote ya kuendesha gari, kufunga breki. Haiwezekani abiria wako, pasenja wako akaanza kukuelekeza kwamba hapo simama, hapo funga breki, hapo washa indiketa, hapo washa hazardi. Never! Hapo wewe utakuwa sio dereva sahihi. Dereva sahihi ni yeye mwenyewe anafanya maamuzi yake yeye mwenyewe kama dereva. Kwa hiyo ni hivyo hivyo, kama wewe ni baba wa nyumba au mama wa nyumba ambaye ndio mwenyewe unaendesha familia au wewe unaendesha familia, au wewe ndio mwenye kampuni au wewe ndio mwenye biashara maamuzi yote ujue, utakuwa unayafanya wewe, ndiyo utakuwa unachukua uh, sometimes mawazo ya huku na kule, lakini maamuzi makubwa lazima uyafanye wewe. Ndiyo maana basi, lazima uweze kujiendeleza ili uweze kuwa na maamuzi na decisions ambazo zitakuwa zina manufaa kwa ajili ya nyumba, kwa ajili ya familia, kwa ajili ya business, kwa ajili ya kampuni. Kwa hiyo lazima uweze kufanya maamuzi wewe mwenyewe. Ivan the Don, I'm always love you. Kama uja subscribe kwenye channel zangu, subscribe ni follow. Kuna mambo mengi makali sana, kula nyundo hiyo kama kawaida. Bye bye, shana wengine.